Kwa majina naitwa Dr. Patrick Bilikundi ni mratibu wa huduma za tiba katika hospitali yetu ya mkoa wa Tabora Kitete <coughs> na hivi karibuni tumekuwa tukiratibu zoezi la kanda ya magharibi la kambi ya madaktari bingwa wa Dr. Samia kuanzia tarehe tano mpaka tarehe tisa ndio itakuwa kikomo cha kambi yetu. Uh, kwa ufupi tu hii kambi imejumlisha mabingwa zaidi ya hamsini kutoka ndani ya kanda ya magharibi na wengine kutoka hospitali za kanda za rufaa ya Bugando, Benjamin Mkapa, KSMC na Muhimbili. Na wamekusanyika katika hospitali yetu kutoa huduma kwa wananchi wa mkoa wa Tabora na walioko mikoa ya jirani ya Kigoma, Katavi mm. na Shinyanga. Na mpaka kufikia jana jioni tarehe nane mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano tulikuwa tumeshabahatika kuona wagonjwa zaidi ya elfu moja mia saba tukielekea elfu mbili na wengi wao wamejitokeza kwa wingi katika vitengo vya magonjwa ya ndani, uh, kitengo cha mifupa kikifuatia kinamama na uzazi na wengineo uh, na kati ya hao wagonjwa mpaka kufikia jana tulikuwa tushafanya upasuaji usiopungua mia moja kwa wananchi wenye shida mbalimbali katika vitengo vya mifupa, vitengo vya upasuaji wa jumla, mfumo wa mkojo, koo na masikio na pua, hadi kinywa na meno. Kwa ukiangalia kwa takwimu hizi, inatia matumaini, mwamko umekuwa wa kuridhisha, kwa sababu kwa matarajio yetu tulitegemea kwamba tutapata wagonjwa uh, mpaka siku zinaisha kwa karibia elfu mbili kwenda elfu tatu lakini mpaka jana tu siku nne tushafikia karibia elfu mbili. Kwa hiyo tunategemea mpaka tunamaliza leo hii jioni au kesho tarehe kumi, tutakuwa tuna namba kamili ambayo inaweza hata ikazidi hiyo elfu mbili au ka, ikafikia elfu tatu kamili. Eh, kwa ni wito tu kwa wananchi kwamba changamoto za kiafya zipo na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan chini ya Wizara ya Afya imejaribu kuboresha upatikanaji wa huduma kwa kusogeza huduma za kibingwa na bingwa bobezi karibu na wananchi, kuwapunguzia gharama za kusafiri na kuwafata wataalamu hawa katika hospitali zao hizo. Kwa nitoe rai tu kwa wananchi kwamba wajitokeze kwa wingi, na hii huduma ni endelevu, kila robo mwaka wakati tunafanya hii. Kwa kwa misingi hiyo watazidi kufaidika na huduma kama hii wito wao ni kujitokeza kwa wingi ili waweze kupata huduma hii. Mwitikio ni katika kiidara idara magonjwa ya pressure, kisukari, magonjwa, amoyo, magonjwa ya ndani ambayo inahusisha watu wenye changamoto ya pressure, kisukari, magonjwa ya moyo, magonjwa ya vidonda vya tumbo na figo ndio mpaka sasa inaongoza kwa kuwa na idadi kubwa ya wagonjwa waliohudhuria kwa siku nne zilizopita, ikifuatia na kitengo cha mifupa, idara ya mifupa nao ndio imepatia kwa kuwa na watu wengi zaidi kwa hii inazidi kuonyesha kwamba janga la magonjwa yasiyoambukiza ni tatizo, si tu kwa mikoa mingine, bali hata mkoani kwetu au kanda nzima ya magharibi, kitu ambacho ni kizuri, ambacho jamii napaswa ijue, magonjwa mengi ya yasiyoambukizwa mengi yao ni mtindo wa maisha kusema mtindo maisha ni jinsi tunavyokula, jinsi tunavyofanya kazi, jinsi tunavyoshughulisha mwili e, kwa tuangalie ulaji wa vyakula vyetu vya wanga vyenye sukari nyingi, unywaji wa pombe, uvutaji wa sigara. Hivyo ni vihatarishi sana ambavyo vinachangia katika upatikanaji wa mtu kupata haya magonjwa yasiyoambukizwa. E, lakini pia kuachana na tabia bwete, tunasema wao wafanya mazoezi, wasipende kukaa muda mrefu, kutojishughulisha mwili, kutoupa changamoto ya mazoezi, hiyo nayo inasaidia katika kupata hii shida ya magonjwa yasiyoambukiza kwa jamii. Kama jamii kishajua vihatarishi na kaviepuka, ni matumaini yangu kwamba tutaenda kupunguza wingi wa magonjwa ambayo tunayaona katika jamii. Sasa tukiangalia kwa wingi katika orodha, katika takwimu zetu za mahudhurio, wengi ni watu wa kuanzia miaka 35 40 kwenda 60 hadi uzeni, ndio wengi tuliowapata. Wengine katika lika dogo kama hili wamejitokeza kwa uchache, la kwa changamoto zingine sana sana za madonda ya tumbo, magonjwa ya ngozi na mingineo, ndio tuliokuwa nao. Lakini kwenye haya magonjwa mengine kama shinikizo la juu la damu, maanake pressure kupanda, magonjwa ya sukari, magonjwa ya figo, magonjwa ya moyo, wengi wao walikuwa kwenye miaka 35 40 kwenda juu mpaka 60 na kuendelea. Ah uh, kitaalam sasa inajulikana ina, ina, ina kama unavyojua katika umri tunavyozidi kukua na kila kitu kinakuwa when we age everything ages tunasema kitaalam. Kwa hiyo unajikuta katika rika kama hili ndio lipo hatarini kupata magonjwa ya mishipa ya damu na mishipa ya damu na kupokuwa, tunasema iko stiff ndio chanzo cha kupata uh, shinikizo la juu la kupanda. Lakini pia rika hili ndio lika ukiona miaka 35 40 ni wengi ambao wameshakuwa exposed kwenye vile vihatarishi kwa muda mrefu: uvutaji wa sigara unywaji wa pombe, eh, ulaji wa vyakula visivyo na manufaa kwa afya ya mwili kwa muda mrefu. Sasa mkusanyiko wa exposure ya hivyo vitu kwa muda mrefu ndio unapelekea mtu anakuwa katika hatari kubwa zaidi ya kupata haya magonjwa ukilinganisha na yule ambayo bado kidogo yuko katika umri wa chini kama miaka ishirini kushuka chini lakini hii haimaanishi kwamba ukiwaga na umri chini ya miaka thelathini na tano kwamba hauna hatari yoyote ya kupata haya magonjwa. Haya magonjwa wakati mwingine tunasema yana yana asili ya vinasaba, genetics, kurithika. Kwa wakati mwingine unaweza ukajikuta hata katika umri mdogo tu unapata hizi changamoto, na wapo wapo tunaona tunaanzishia matibabu, wanakuwa na mwendelezo mzuri kiafya. E, kwa kweli naweza <coughs> nikasema hatujaona kwamba kuna rare case au interesting case ambayo imejitokeza, lakini kitu ambacho nimeshukuru tumeweza kufanya upasuaji wa nasema mkubwa mingi tu. Kwa mfano katika kitengo cha kinywa na meno tumeleta bobezi wa kitengo hicho, amesaidia katika kuhudumia wagonjwa waliokuwa na uvimbe mkubwa kwenye mataya, amewatolea hiyo shida. Lakini pia hata katika kipengele cha kitengo cha mfumo wa mkojo urology tumeleta mbinu um, mpya ya upasuaji ambao ni wa, ni sio wa kufungua tumbo eh, wanatumia tu vifaa vya kisasa wanamrekebishia mtu tezi dume yake anaondoka kwao. Kidogo katika hii kambi pia tume, tumeboresha utoaji wa huduma kuleta za kisasa zaidi kuliko zile njia za zamani ambazo tulikuwa tukizizoea za utoaji wa hiyo huduma mbali na kwamba tumefanya operesheni nyingi, lakini pia tumejitahidi ziwe za kisasa na zenye kuleta madhara kidogo kwa mwananchi na katika shughuli zake za kila siku.